Je, nini hutokea papa anapofariki dunia ndani ya mila na taratibu za kihistoria za Vatican? Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki tangu mwaka 2013, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Vatican imethibitisha Jumatatu alikuwa akiugua nimonia kali na maambukizi ya njia ya upumuaji kwa kipindi cha hivi karibuni. Papa wa mwisho kufariki akiwa madarakani alikuwa Papa Yohani Paul wa pili mnamo mwaka 2005 kutokana na matatizo ya moyo na figo. Papa Francis alichukua nafasi ya Benedict wa 16 aliyejiuzuru mwaka 2013, jambo ambalo halikuwa limetokea kwa zaidi ya miaka 600. Benedict alifariki mwaka 2022 akiwa na umri wa miaka 95 kama papa mstaafu, na baadhi ya taratibu za mazishi yake zilifanyiwa marekebisho hivyo tunatarajia ibada rahisi zaidi kwa Papa Francis ikilinganishwa na ile ya Yohane Paulo wa pili ambayo ilihudhuriwa na mamilioni ya waombolezaji. Uthibitisho na tangazo la kifo. Mara papa anapofariki, mchakato wa utaratibu na ibada maalum huanza unaojulikana kama sede vacante yaani, kipindi cha kati ya kifo cha papa aliyekuwepo na uchaguzi wa papa mpya. Katika kipindi hiki, kama lengo msimamizi wa mali na utawala wa Vatican ndiye anayeongoza. Hivi sasa nafasi hii inashikiliwa na kardinali kevin Farrell. Kama lengo ndiye anayethibitisha rasmi kifo cha papa. Zamani taratibu zilihusisha kugonga kichwa cha papa polepole pole kwa nyundo ya fedha na kuita jina lake la ubatizo mara tatu. Endapo hakuwa akijibu, ndipo alitangazwa kuwa amefariki. Ingawa sasa haifanywi tena kwa nyundo, bado kama lengo ataita jina la papa mara tatu kwa Francis. Jina hilo ni George Mario Begoglio. Akikosa jibu, cheti cha kifo hutolewa na mchakato wa kutangaza kifo huanza. Kwa kawaida, kifo cha papa hutangazwa hadharani, mara nyingi kupitia ofisi ya habari ya Vatican. Kengele maalum hulia katika uwanja wa Mtakatifu Petro kuashilia kifo. Pia kama lengo hufunga ofisi binafsi za papa na kuvunja pete ya Fisherman's Ring pamoja na muhuri wake rasmi ili kuzuia matumizi yoyote ya madaraka yake baada ya kifo, hapa kuna siku tisa za maombolezo na kuaga mwili. Taratibu za mazishi zinasimamiwa na hati maalumu iitwayo Universe Dominic Gregis pamoja na kitabu cha ibada cha zaidi ya kurasa 400 kiitwacho Ordo Exsequarum Romani Pontifices. Zinabainisha kuwa mazishi ya papa hufanyika kati ya siku nne hadi sita baada ya kifo chake, wakati wa maombolezo ya siku tisa yani novendiale, mwili wa papa huwekwa wazi kwa waumini kuaga, kwa kawaida kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Katika historia, mwili wa papa huwekwa juu ya jukwaa maalum, yani bia, huwekwa usafi na kuwekewa majoho rasmi. Kwa Yohani Paulo wa Pili, mwili wake ulianzia kwenye ukumbi wa Clementine kabla ya kupelekwa kwa umma. Hata hivyo, Francis alibadilisha utaratibu huu. Mwili wake utabaki kwenye jeneza lililofunguliwa sehemu ya juu, bila kuwa wazi kabisa kama ilivyokuwa zamani. mazishi na mahali atakapozikwa Ibada ya mazishi hufanyika hadharani katika uwanja wa Mtakatifu Petro na itaongozwa na dini wa makadinari, kwa sasa Kadinari Giovanni Battista Re. Ibada hiyo hufanyika kwa lugha ya Kilatini na Kiitaliano, tofauti na ilivyokuwa zamani, ambapo papa alizikwa kwenye majeneza matatu, mbao ya mvinje, risasi na mwaloni. Francis aliamua azikwe kwenye jeneza moja tu ambalo ni la mbao lenye tabaka la ndani la zinc. Eneo la mazishi bado halijathibitishwa rasmi, lakini inawezekana atazikwa ndani ya makaburi ya kifalme chini ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro kama watangulizi wake wengi. Mazishi ya mapapa, uteuzi wa papa mpya na mabadiliko ya mila chini ya papa Francis. Majeneza matatu ya kawaida kwa mapapa. Kwa karne nyingi mapapa walizikwa katika majeneza matatu kwa lengo la kuziba mwili wa marehemu papa kwa hewa. Utaratibu huo pia uliwezesha kuwekewa vitu mbalimbali mbali, kama sarafu au hati rasmi zilizotolewa na papa wakati wa uongozi wake pamoja na mwili wake. Inadaiwa ya kwamba Papa Francis avunja mila kuzikwa nje ya Vatican. Papa Francis anavunja utaratibu wa muda mrefu kwa kutaka azikwe katika basilika ya Santa Maria Maggiore huko Roma, jambo ambalo litamfanya kuwa papa wa kwanza kuzikwa nje ya Vatican kwa zaidi ya karne moja. Badala ya kuzikwa ndani ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro pamoja na mapapa wengine tisini na moja waliotangulia yeye, amechagua basilika e, inayomvutia sana kihistoria na kiroho. Papa wa mwisho kuzikwa nje ya Vatikani alikuwa Papa Leo wa kumi na tatu, aliyefariki mwaka elfu moja mia tisa na tatu, ambaye alizikwa katika basilika ya Mtakatifu Yohane Laterani, pia mjini Roma. Uchaguzi wa papa mpya, conclave. Baada ya mazishi, hatua inayofuata ni uchaguzi wa papa mpya inayojulikana kama conclave. Katika kipindi hiki, hali ya maombolezo wa Roma hubadilika na kuwa hamu, matarajio na uvumi mkubwa huku konklevu yenyewe ikifanyika kwa utulivu na heshima kubwa. Kwanza hufanyika mikutano ya kila siku inayoitwa general congregations, ambapo makadinali wote, hata wale waliozidi umri wa kupiga kura zaidi ya themanini, hukutana faragani kujadili mahitaji ya kanisa, nafasi yake ulimwenguni na hali ya dunia kwa ujumla. Mwaka huu inatarajiwa tutasikia mengi kuhusu general congregations kuliko ilivyokuwa katika conclave zilizopita, kwa sababu dunia imebadilika sana tangu mwaka 2013. Ni lini conclave huanza? Sheria zinaeleza kuwa conclave lazima ianze kati ya siku ya 15 hadi 20 baada ya mwanzo wa sedevakante, yaani kipindi cha upungufu wa papa. Neno conclave lenyewe linatoka kwenye kilatini likimaanisha chumba kilichofungwa. Siku ya kwanza ya conclave huanza na misa maalum, kisha makardinali wenye haki ya kupiga kura huingia kwa msafara kwenye kanisa la Sistine ambapo huapa kutunza siri ya yote yatakayojiri. Baada ya hapo, milango hufungwa rasmi tunakwenda kwenye zoezi la upigaji wa kura. Makadinali huandika jina la mgombea kwenye karatasi maalum, kuikunja na kuisukuma ndani ya chombo maalum cha fedha na dhahabu. Baada ya kura zote kutolewa, wachunguzi watatu hufungua kura moja baada ya nyingine, kuzihesabu na kusoma majina hadharani. Kura zilizopigwa huwekwa pamoja na kuchomwa kwenye jiko maalum la kanisa, huku wakiongeza kemikali inayotoa moshi mweusi au mweupe. Moshi mweusi humaanisha hakuna papa aliyepatikana. Moshi mweupe huashiria kuwa papa mpya amechaguliwa. Kutangazwa kwa papa mpya. Sasa tunakwenda katika hatua ya kutangazwa kwa papa mpya. Mara tu papa mpya anapochaguliwa, mkurugenzi wa liturujia huandika taarifa hiyo rasmi, kisha moshi mweupe hutoa ishara kwa ulimwengu mzima na kengele za kanisa kuu la Mtakatifu Petro hulia. Papa mpya hubadilisha mavazi na kuvaa joho jeupe la kipapa, kisha makadinali waliomchagua huwapisha utiifu wao mmoja baada ya mwingine. Papa mpya husimama kuomba kimya kimya katika kanisa la Paulini, kisha anatokea kwenye roshani ya juu ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Kabla yake kutoka kadinali mmoja hutangaza kwa Kilatini, habemus papam, tunaye papa na kumtambulisha kwa ulimwengu kisha papa mpya hutamka maneno yake ya kwanza hadharani ambayo mara nyingi huashiria mwelekeo wa uongozi wake kwa mfano maneno ya kwanza ya papa Francis yalikuwa Fratelli e sorelle buona sera ndugu zangu wa kiume na wa kike jioni njema hayo yalionyesha unyenyekevu na mtindo wake wa upole